Nayo tume ya uchaguzi ya Zanzibar zek imeendelea kutoa matokeo ya awali ya nafasi ya urais katika majimbo, ambapo katika jimbo la Malindi mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF Maalim Sef Sharif Hamadi anaongoza, na katika jimbo la Kwahani matokeo yanaonyesha Chama cha Mapinduzi kimepata kura nyingi sana ukilinganisha na chama cha CUF. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa, kuhusu mwali Jimbo la kwanza, jimbo la Kwahani. Mheshimiwa Hamis Idi Lila, chama cha ACT, amepata kura sita. Mheshimiwa Juma Ali Khatib, chama cha ADA TADEA, amepata kura tatu. Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, chama cha ADC, kura kumi. Mheshimiwa Said Sud Said chama cha AFP kura tano. Mheshimiwa Ali Khatibu Ali chama cha CCK kura tisa. Mheshimiwa Dr Ali Muhamed Shen CCM kura elfu tano mia tisa na sitini. Mheshimiwa Mohamed Masud Rashid chama cha Chauma kura nane. Mheshimiwa Seif Sharif Hamad chama cha wananchi Kafu kura 2879. Mheshimiwa i Mheshimiwa Tabu Musa Juma chama cha Demokrasia Makini kura tano. Mheshimiwa Abdalla Komo Khamis chama cha DP kura mbili Mheshimiwa Kasim Bakari Ali chama cha Jazi Asilia kura mbili Mheshimiwa Sef Aliidi chama cha NRA kura moja Mheshimiwa Isa Muhammed Zonga chama cha SAO kura nne Mheshimiwa Hafidh Hasan Suleiman chama cha TLP kura moja. Jumla ya kura halali zilizopigwa ni 8895 idadi ya kura zilizoharibika ni 197, jumla ya kura zote ni elfu 9 na tisini na mbili. Idadi ya wapiga kura walitarajia kupiga kura ilikuwa ni elfu kumi na mbili na ishirini na tatu sawa na asilimia waliopiga kura sabini na tano nukta sita. Jimbo la Malindi, Mheshimiwa Hamis Edi Lila chama cha ACT kura nne. Mheshimiwa Juma Ali Khatib chama cha adatadea kura tatu. Mheshimiwa Ahmad Rashid Muhammad chama cha ADC kura kumi. Mheshimiwa Said Sud Said chama cha FP kura sita. Mheshimiwa Ali Khatib Ali chama cha CCK kura tatu. Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein CCM kura 2334. Mheshimiwa Mohamed Masud Rashid Chama cha Chaumma kura saba. Mheshimiwa Seif Sharif Hamad CUF kura 5697. Mheshimiwa b Mheshimiwa Tabu Musa Juma Chama cha Demokrasia Makini kura tatu. Mheshimiwa Abdalla Kombo Khamis chama cha DP kura moja. Mheshimiwa Kasim Bakari Ali chama cha Jahazi Asilia kura mbili. Mheshimiwa Sef Ali Idi chama cha NRA hakupata kura. Mheshimiwa Isa Mohamed Zonga chama cha Sao amepata kura mbili na mweshimiwa Hafidh Asar Suleiman chama cha TLP kura moja. Jumla ya kura halali zilizopigwa ni elfu nane na sabini na tatu. Idadi ya kura zilizoharibika ni mia moja thelathini na nne. Jumla ya kura zote ni elfu nane mia mbili na saba.